Rais wa Nepal Ramchandra Paudel ametoa mwito wa mshikamano wa kitaifa baada ya nchi hiyo kushuhudia siku mbili za maandamano ya vurugu kufuatia hatua ya serikali ya kupiga marufuku mitandao ya kijamii, hali iliyomlazimisha Waziri Mkuu KP Sharma Oli kujiuzulu. Katika taarifa, Rais Paudel amewahimiza raia kuwa watulivu na kuonyesha umoja kwa ajili ya kupata suluhisho la amani baada ya wa waandamanaji kuchoma moto majengo ya bunge pamoja na ofisi ya rais. Kwa marafiki wetu wa kimataifa, kujiuzulu kwa waziri mkuu sio suluhisho kamili. Kesho muungano mpya unaweza kuundwa huku vyama vyote vya kitaifa vikarejea mezani kama ilivyokuwa mwanzoni, lakini sisi tupo hapa kuvunja mzunguko huu wa kisiasa unaojirudia bila ya mabadiliko ya kweli. Wilbur, Licha ya kujiuzulu kwa waziri mkuu huyo, maandamano bado yanaendelea nchini humo. Maelfu ya waandamanaji, wengi wao vijana, wamefurika mitaani na kufunga barabara, kuvamia majengo ya serikali na kuyachoma moto na hata kushambulia baadhi ya viongozi wa kisiasa.